Kwa kila fupi reel tweet na video, vijana ulimwenguni kote wanaambia kizazi chao: tetea sasa yako, kwa sababu siku zijazo inategemea. Kwa kila maandamano, maandamano na njia za kidijitali zinabadilisha hali halisi. Mamilioni ya vijana hutazama viongozi wao wakiishi maisha ya anasa, wanaona kile ambacho wenye nguvu hawawezi kuficha: uchafu wa upendeleo mbele ya njaa. Wakati huo huo vitongoji vinakosa hospitali na maji safi, wakati miji imejaa mafuriko au kuchomwa moto, inakimbilia nyuma ya kutaza ufisadi. Na wakati kila kitu kinaporomoka, wanachukua mikopo ambayo huweka rehani ya vizazi vizima. Wala kulia wala kushoto wala katikati, hawezi kutoroka. Ukadiriaji wa umaarufu hautawaokoa kutoka kwa kizazi kinachorekodi kushutumu na kufichua. Kutokujali hakuonekani tena.